Su, mm ndio nilikuwa na kuambia cheki una cheki? Na cheki. Unaona sisi mimi wewe. na Kenyatta. Wewe na Kenyatta. Kenyatta Prezu. Prezu. Si si huru. Si huru. Muigai. Kenyatta. Kenyatta sasa. Si njomo. Jo, eh, njomo sasa. Uh -huh. Unaona? Uh -huh. Mimi na yeye uh -huh. Tulikuwa zamani. Wewe na yeye. Unaona sasa? Uh -huh. Mount Kenya peke yake. Uh -huh. Mount Kenya. Tulikuwa tunapandisha changa hapo unaitoa wapi? Festivali si Mount Kenya, si tulitengeneza sisi na kina Kenyata? Hai, watu wanaishi hapo ndani chiki. Tulikuwa tunaenda raundi ngapi? Mbili, mia mbili, nongoe mia mbili, ati mbili, eh? eh, eh, sasa eh, unaona eh, eh. Acha nikuambie tulikuwa tunachapwa sisi, tulikuwa tunatoa damu isipokuwa sio si damu njasho, damu mlima Kenya tulitengeneza na damu manze. Hatumchui, hakuna mtu kama huyo. Unamjua, unamjua uyo, hmm? ni wewe? ni ni sana. Nataka tuongee kidogo. Oh ah. Kuongea hakuna shida hapo, kaa hapo bado nakuja wazi wazi. Kwa nini? Wewe ndio unamfunza mambo mbaya? Mbona umepiga mama namna hiyo, na siku hizi wanawake na mama nini na nini? Mbona na mpiga piga makofi huko? Hata watu watu wapiga nangi. Hata akona bahati nilipiga kofi. Ndivyo nitafuta shoka nikakosa. Hadi shoka. Eh. Kwa hivyo wewe ndio umefanya hiyo matukio yote. Hapana. Kwa hiyo maneno yote utaeleza huko station. Sasa kisa nini? Ni mtu wangu. Nafanya kazi yangu. Hii tuende.